Sasa naomba, wewe unatoka huku, wewe unakuja huku. Wewe unatoka huku, wewe unakuja huku. Wewe unatoka huku, wewe unakuja huko, haya tuanze tukupishana, ndio leo ilivyo. Haya, unarudi tena, yaani makanisa ya leo ni hivyo. Sasa kazi tunaoipata ni wachungaji, yaani makanisa ya leo ni hivyo. Sasa kama ni hivi, Mungu wa mchungaji atapata kazi ya kubembeleza, yaani ili muumini akae, ni mchungaji au na tekniki za kubembeleza Yaani asionye asikemee, akikemea ulikuwa naye tomato chacho, anatoka hapo anaenda Moravian. Kwani makanisa sisi mengi tunapata shida, yaani wachungaji kubaki ah, jamani, mwanangu, tulia usiogope, yaani we ni mzuri kuliko waote ah, yaani na watu ndio wanapenda hivi. Sasa usio maisha huu ni utumishi wa nani? Inatakiwa ni kujenge ujuu ya kwamba haumtumikii mwanadamu unamtumikia Mungu. Ukitaka fanya ukiimbaimba, si ndio? Kwa kujituma, ukijua kwamba na unamtumikia nani. Hebu pokea hiyo neema ya kukua.